Tukielekea huko nchini Irani, tunafahamishwa kwamba kiongozi mkuu wa Irani, Ayatollah Ali Khamenei, ametoa ujumbe wake wa kwanza kwa njia ya video tangu Marekani ilipoishambulia nchi yake na Irani kusitisha mapigano na Israeli. Habari za kutolewa kwa ujumbe huo zilianza kumiminika kupitia mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya serikali ya Iran kabla ya ujumbe wake kutangazwa kwa ukamilifu saa 8 na dakika 35 sawa na saa 7 na dakika 35 kwa saa za Afrika Mashariki. Katika hotuba yake iliyotangazwa na serikali Khamenei, anasema hakuna jambo la maana lililotokea kwenye maeneo ya nyuklia yaliyopigwa na Marekani mapema wiki hii, matamshi ambayo yanapingana moja kwa moja na matamshi ya rais wa Marekani Donald Trump kwamba mpango wa nyuklia wa Irani umefutwa. Kiongozi wa Irani anasema nchi yake ilionyesha umoja wake na kutuma ujumbe kwamba watu wetu ni sauti moja. Khamenei anasema Trump aliitaka nchi yake kujisalimisha, lakini maoni yake yalikuwa makubwa sana kutolewa kwa mdomo wa rais wa Marekani kwa nchi kubwa na taifa kama Irani kusema ijisalimishe ni tusi, anaongeza Khamenei. Kiongozi wa Irani pia alitiishia kufanya mashambulizi zaidi katika kambi za Marekani katika eneo na kuongeza iwapo shambulio litatokea, gharama kwa adui na mchokozi itakuwa kubwa. Hapo awali katika machapisho yaliyosambazwa kwenye mitandao ya kijamii, Khamenei alisema Irani ilipiga kofi zito usoni mwa Marekani katika shambulio lake katika kambi ya Marekani nchini Katari. Hakukuwa na majeruhi kutokana na shambulio hili. Pia alitoa pongezi mara kwa mara kwa kile alichokitaja kuwa ni ushindi wa nchi yake dhidi ya Israel. Maoni yake yanakuja siku mbili baada ya usitishaji mapigano uliomaliza vita vya siku 12 kati ya Iran na Israel. Mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yamewaua takriban raia 627 kulingana na wizara ya afya ya Tehran. Mashambulizi ya Iran dhidi ya Israel yaliwaua watu 28 kama ilivyoripotiwa na